Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kuwa Marekani iko tayari kuingilia kati ikiwa Iran itawauwa waandamanaji. Hii ni baada ya maandamano ya kupinga kuongezeka kwa gharama ya maisha nchini humo kukumbwa na vurugu. Waandamanaji na vikosi vya usalama walikabiliana katika miji kadhaa ya Iran huku watu saba wakiripotiwa kuuawa, ikiwa ni vifo vya kwanza tangu vurugu hizo kuanza. Wafanyakazi wa maduka katika mji mkuu Tehran walifanya mgomo Jumapili iliyopita kutokana na mfumko wa bei na kudorora uchumi, vitendo ambavyo vimesambaa katika maeneo mengine ya nchi. Rais Donald Trump amesema kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa kama Iran itawapiga risasi na kuwaua watu wanaoandamana kwa amani, ambayo ni desturi yao, Marekani itaingilia ya kati ili kuwaokoa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fazi, watu wawili waliuawa mjini Lodegani na wengine watatu katika mji wa Azina kufuatia mapigano kati ya waandamanaji na polisi. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi baada ya waandamanaji kushambulia majengo ya serikali, misikiti na benki huku watu kadhaa wakikamatwa. Awali televisheni ya taifa iliripoti kuwa mwanachama mmoja wa vikosi vya usalama aliuawa mjini Kodashti.